Nasema kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Ni imani ya familia hiyo kwamba msamaria mwema ataweza kujitokeza. Tutoke Kiambu tuingie Mombasa, ambapo mwili wa Yusuf Abdi, kijana aliyekuwa amenaswa kwenye vifusi vya jengo la ghorofa kumi na moja lililoporomoka katika eneo la Bondeni mjini Mombasa, umepatikana na kuopolewa baada ya siku kumi na mbili za msako mkali. Abdi alionekana mara ya mwisho tarehe mbili Aprili kwenye picha za CCTV akiingia ndani ya jengo hilo muda mfupi kabla ya ghorofa ya kwanza kuanza kuonyesha dalili za kuporomoka. Akizungumza katika hospitali kuu ya matibabu maalum na mafunzo ya utabibu ya Pwani ambapo mwili wa marehemu ulipelekwa kufanyiwa uchunguzi, gavana wa Mombasa Abdul Swamad Nasir alithibitisha kuwa familia ilimtambua marehemu. Gavana huyo alifafanua kuwa ilichukua muda mrefu kuuchukua mwili huo kwa sababu ya masuala ya kiufundi ya kuangusha jengo hilo. The deceased happened to be there before even the building tilted. We tried to be able to evacuate and, and uh, uh, remove him before. It was impossible without having caused so much uh, deaths on others who are going to be Why, uh, this had to be done. Liban Hassan binamuye marehemu alitoa shukrani za familia kwa kupata mwili wa jamaa yao. We really appreciate the prayers from everyone, the whole of Mombasa County. They prayed with us. They assisted us. Everyone, everyone, everyone who has supported us. We thank you so much. Kamando wa polisi eneo la Pwani alinuno alithibitisha kuwa ubomoaji huo ulifanikishwa na hivyo kutoa fursa kwa juhudi za uokoaji na uopoaji so Gavana Abdul Somad amesema atakaopatikana na hatia watakabiliwa kisheria. Nikiripotia Darubini weekend kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Anburu. Like